Inaendelea hapa ambapo anaingia wakili eh, msomi Peter Kibatala, wakati kesi inaendelea. Amekaa pale karibu na kizimba cha Mheshimiwa Tundu Lissu, nimeona wanasalimiana kimya kimya. Mheshimiwa Lissu anacheka, anamwonyesha kidole cha upendo, ni kama anamwambia eh, wewe ni kijana wangu. Naam, wakili wa serikali ana, eh, anasimama hapa. Muonekano wa Lissu ulikuwaje? Anaendelea eh, na shahidi P6 anajibu alivaa kombati ya kaki. Namfahamu Tundu Lissu kama mwanasiasa mkongwe na mwanasiasa maarufu wakili. Baada ya kuona hiyo hotuba wewe ulifanya nini? Shahidi wa kificho. Nilivyoona hiyo video maneno yake yaliniingia moyoni na kunishawishi. Hiyo agenda ya kukinukisha ni kufanya vurugu au kuharibu miundombinu. Wakili anamuuliza hapo, huo uchaguzi ni upi? Anajibu. Ukinisikiliza majibu ya huyu shahidi wa kificho ni wazi eh, kaingia eh, mkenge. Anajibu eh, kwamba ni uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano unaohusisha wabunge, e, raisi na madiwani. Naendelea wakili ikawaji, baada ya kushawishika shahidi Pisita anajibu, nikamfuata mwenyekiti wa vijana Songea alikuwa anaitwa Chiza maarufu kama Mwamba wa Kigoma. Wakili anasema ikaendelea nini? Shahidi anajibu nikamweleza nilivyoshawishika na maneno ya mwenyekiti e, nikatamani kuwa miongoni mwa watu tutakaokinukisha. Wakili, kikaendelea nini? Isita anajibu, shahidi huyo, alinisifia kwa uamuzi mzuri na wa kishujaa akanipongeza na kuniambia, vijana kama nyinyi ndo vijana mnaotakiwa kulikomboa taifa. Wakili anaendelea ni, nini kikaendelea, shahidi eh? Pisita anaendelea, aliniambia ataniunganisha kwenye magrupu yanayojadili mpango wa kuzuia uchaguzi, akaniunga grupu la siasa yetu. Grupu lilikuwa linaitwa Siasa Yetu Update. Wakili, nini kikaendelea? Shahidi Pisita anasema niliendelea na shughuli zangu na yeye akaendelea mnamo tarehe sita ya mwezi wa nne mwaka 2025 nilipata taarifa kuwa mwenyekiti wa Chadema atakuwa ziarani mkoani Ruvuma. Wakili anauliza tena, hapa mwenyekiti ni nani? Shahidi wa kificho P6 anajibu ni Mheshimiwa Tundu Lissu, hiyo taarifa nilipata kutoka kwa ndugu Chiza. Wakili anauliza ikakutaka ufanye nini? Shahidi anajibu ilitutaka tufanye maandalizi na tarehe kumi mwezi wa nne atakuwepo Songea. Naam, ni update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi ya uhaini, kati ya shahidi wa jamu eh, shahidi pisita dhidi ya wakili wa jamhuri.